Shirika la takwimu na uchambuzi wa masuala ya kimichezo, Africa Soccer Zone limetoa takwimu za vilabu barani Afrika baada ya kumalizika kwa hatua ya robo finali na kukusanya alama muhimu katika msimamo wa vilabu CAF. Katika takwimu hizo, klabu ya Simba imejikusanyia alama baada ya kufuzu hatua nusu fainali ya kombe la shirikisho na kusogea hadi nafasi ya nne katika viwango vya vi vilabu bora Afrika. Katika tano bora vilabu bora barani Afrika, klabu ya kwanza ni Al Ahly kutokea kule Misri, klabu ya pili ni Mamelodi Sundowns kutokea South Africa, klabu ya tatu ni Esperance Sportive de Tunis kutokea kule Tunisia, huku nafasi ya nne ikishikwa na Simba Sports Club kutokea Tanzania na nafasi ya tano ikishikwa na Zamalek kutokea kule Misri. Tunafahamu Simba amefuzu hatua ya nusu fainali ambapo tarehe 20 ya mwezi huu wa nne ataenda kucheza na Stellenbosch kutoka kule South Africa, lakini tarehe 27 ya mwezi huu pia watarudiana na Stellenbosch kutoka kule South Africa, mchezo utakaochezwa huko huko South Africa. Kwa haya na mingineo mengi, usiache kufuatilia mitendo yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari na matukio. Sogea kwenye upande wa comment hapo chini alafu niambie kwa mwakilishi pekee ambaye amebakia kwa taifa letu la Tanzania Simba Sports Club unamuona akifika wapi kwa mashindano ya CAF Confederation Cup, ikiwa na maanisha kwa mashindano ya kombe la shirikisho. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.